Kwa majina anaitwa Sajini Meja Shabani Musa, ni afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera. Uh, tumekuja uh, wilaya Ngala kwa ajili ya uzinduzi wa gari la mtambo moto, ambayo, wa kuzimia moto ambalo linafahamika kwa jina la Lozinba kwa jina la kitaalamu, na gari hili tumepewa na watu wa mradi wa umeme Usumo, kwa kifupi wanajiita RPCL na gari hili litazinduliwa kesho tarehe ishirini na tatu hapa katika uwanja huu, na watakuwepo watu wa wap wenyewe, watakuwepo, atakuwepo mkuu wa wilaya na baadhi ya viongozi wa jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka makao makuu. Pia atakuwepo mgeni rasmi, mimi ni katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani, naibu katibu mkuu wa wizara mambo ndani atakuwepo kwa hafla hiyo, ambayo itafanyika kesho asubuhi, kuna viwanja hivi hapa wilaya ya Ngara. Uh, kwanza niseme tu nitoe wito kwa wananchi kujitokeza kesho kwa ajili ya uzinduzi wa ile gari la kuzimia moto. Lakini pia gari hili kwa wananchi wa wilaya Ngara litawasaidia katika shughuli nyingi sana za uokozi. Kwanza ile gari lina ujazo wa maji tenki ya lita elfu tano lakini pia lina dawa tenki lita 400. Kwa hiyo kwa ujazo huu, kwa wilaya Ngara ile gari itasaidia katika nyanja tofauti tofauti ikiwepo majanga ya moto, lakini pia majanga ya uokozi katika hasa ya barabarani na maeneo mengine, lakini pia kimsingi kwa watu wa wilaya ya Ngara inapaswa watumie kwa usahihi namba za dharura, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, moja moja nne, kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Jeshi la Zimamoto lipo, lipo kwa ajili yao wananchi, kwa kimsingi wao kuweza kutumia kiusahihi namba za dharura moja moja nne na, na kwa faida kubwa tu gari ambayo umelipata hili, ni gari mpya ambayo haijawahi kutumika, ni mpya kabisa. Kwa kesho litazinduliwa kwa wananchi wa wilaya ya Ngara. Ni fursa fursa kwao kuja kushuhudia zoezi la uzinduzi wa hili gari, lakini pia ni fursa kwao kwa kupata hili gari kuweza kulitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kwenye matukio ya moto na maokozi.